Hapo zamani za kale, kabla miti haijaanza kuangusha majani kwa aibu ya upepo, kulikuwa na mnyama mmoja mdogo mwenye masikio marefu sana na akili nyingi kama mchawi. Huyu hakuwa mwingine ila ni sungura mjanja. Alijulikana msituni kwa ujenja wake wa kukwepa matatizo, kushinda mashindano na hata kudanganya simba bila hata kutikisika. Siku moja akiwa amekaa chini ya mti wa mpera akitafakari kuhusu maisha, alikumbuka maneno ya kobe aliyomshinda siku ile walipokimbizana hadi mtoni. Kobe alimwambia sungura, ujanja si kila kitu rafiki, moyo safi na busara ni zaidi ya hila zako. Lakini sungura alikenua meno tu. Kwake maisha yalikuwa kama mchezo wa bao, mwenye mbinu nyingi ndiye hushinda. Ndipo akaamua mpango mpya, atawahi utajiri Alihisi sasa ni wakati wa kutumia ujanja wake kupata kila kitu alichotaka: chakula kitamu, makazi ya kifahari na heshima. Lakini hakujua kuwa safari hiyo itampeleka kwenye mikasa ambayo haijawahi kuikumba hata fisi mwenye njaa. Siku moja sungura aligundua kuwa porini kulikuwa na mashamba mapya yaliyopandwa karoti, mihogo, viazi na matunda matamu. Mashamba hayo yalikuwa ndani ya uzito mkubwa wa mbao uliozungukwa na mbwa wakali wenye wa meno kama mapanga. Mashamba hayo yalimilikiwa na Bwana Mamba, mnyama tajiri zaidi porini. Alikuwa ameacha maisha ya mito na kuwekeza kwenye kilimo. Aliajiri mamba wengine, fisi na hata nguchiro kama walinzi. Sasa alikuwa mfalme wa chakula. Sungura aliwaza na akasema, nikifanikiwa kuingia kule, nitakuwa tajiri haraka. Sitahitaji hata kula majani ya porini tena. Usiku huo akaanza kupeleleza. Alitambaa chini ya nyasi, akaangalia walinzi, akaandaa ramani ya mashamba na maeneo ya hatari. Aliamua atavuka uzio usiku wa mwezi mpevu, ambapo mpo alikuwa akilala sana kwa uchovu wa mchana. Sungura alitengeneza mavazi ya jani na kujiandaa kana kwamba ni kivuli cha mti. Usiku wa mpango ukafika, aliingia, akakwepa mbwa, akakwepa mamba akafika mpaka shamba la karoti. Alianza kula karoti kama mwenyewe, ndicho kilichomletea maisha. Lakini tamaa ilianza kuongezeka, akasema, mbona nirudi tu na karoti mbili? Ngoja nichukue gunia zima. Alichukua gunia akaenda kwa mihogo, alichukua tena akaenda kwa matikiti, akajaza mifuko hadi akawa mnene kama kibuyu kilichojazwa maji. Wakati anarudi, usingizi ukamshika na mlinzi mmoja ambaye ni fisi fisi akapiga kamshtuko, akaona kivuli kikubwa kikisogea kwa shida, kisha akasema ni nani huyo, simama hapo, kisha alibweka. Sungura alijaribu kukimbia, lakini alikwama, unia alilimwangusha, alikamatwa. Sungura alipelekwa mbele ya mamba mkuu aliyekuwa amekalia kigoda cha dhahabu. Mamba alimtazama kwa jicho la kutisha, kisha akasema sungura umevunja sheria zangu, umeiba chakula. Ni kuue au ni kufanye mtumwa? Sungura alijaribu hila kisha akasema, samani mzee, nilikuwa na njaa tu, sikuwa na niya mbaya. Lakini mamba alicheka na ndiyo maana utakula hadi utashiba, utalima shamba langu kwa miaka mitano bila mshahara. Sungura akalia machozi kisha akasema, nitaishi vipi sasa? Siwezi kulima kama ng'ombe. Lakini hakuna aliyemhurumia. Alifungwa kwa kamba, akapewa jembe na akaanza maisha mapya ya utumwa. Na mwaka wa kwanza, sungura alilima kwa kulia. Alikuwa mdogo, lakini kazi ni kama kwa tembo. Alipojaribu kukimbia, mbwa walimng'ata. Alipojaribu kudanganya, fisi walimfumania. Hakuna ujanja uliofanikiwa. Mwaka wa pili, alianza kujifunza maisha ya adabu. Alianza kuwa rafiki wa wengine. Alisaidia panya kusafirisha mizigo, akawafundisha ndege jinsi ya kusoma ramani. Alihisi amani isiyoelezeka, maisha bila hila, maisha bila y tamaa. Siku moja, alipokuwa akilima karoti, alisikia sauti ya polepole pole. Sauti ilisema haya ndiyo maisha. Ni kobe yule yule aliyewahi kumshinda. Alikuwa sasa mjumbe wa amani wa wanyama. Sungura alilia kwa furaha, kisha akasema: samahani rafiki, nilikucheka, lakini sasa najua ujanja bila busara ni hatari. Kobe akatabasamu, kisha akasema: nataka kukuokoa, lakini utaniahidi kuwa balozi wa maadili msituni. Sungura akaapa kwa moyo mzito. Kobe akaenda kuzungumza na mamba, akawaahidi kuwa sungura sasa ni mnyama mpya. Mamba akakubali kwa masharti ya malipo ya chakula aliyokula. Sungura alirudi porini lakini hakurudia ujanja wa tamaa. Alianzisha shule ya busara na ujanja kwa watoto wa porini. Alifundisha wanyama kuhusu hatari ya tamaa, umuhimu wa kushirikiana na njia za maisha mema. Aliimba wimbo huu kila siku: tamaa ni jini, huja kwa wingu, ukipenda sana hukupa pingu, moyo safi ni silaha ya kweli na uzima Tusikimbilie vya haraka tusijepotea njiani. Huo ndio ukawa mwanzo wa kubadilika sungura kuwa mjanja na kutokuwa na tamaa kama za fisi. Je, yeah. Wewe umejifunza nini kupitia stori hii? Mimi nimejifunza kuwa ujanja ni zawadi lakini tamaa ni laana. Mwana ujanja aliye na moyo wa busara huishi kwa amani. Lakini yule mwenye tamaa hukamatwa na mtego wa matamanio yake mwenyewe. Je, yeah. Wewe umejifunza nini kupitia stori hii? na kusubiri kwenye uwanja wa comment. Mwisho wa simulizi hii ni mwanzo simulizi nyingine ijayo. Nikukumbushe, usisahau kusubscribe kisha kubonyeza alama kengele iliyopo karibu yako, kujiwekea nafasi ya kupata stori zaidi ndani ya masaa 24. Until next time, Bye bye.